Yani, ombe Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya Sasha kukupa wewe maisha yake leo. Maandiko yanasema ni furaha mbinguni, malaika wanashangilia mmoja anaporejea. Asante kwa ajili ya Sasha kurejea siku ya leo. Baba, ninaomba neema yako ya ukuaji kiroho, neema yako ya ushindi iwe pamoja naye siku ya leo nikibatilisha roho chafu za giza, hakutakuwa na uharibifu wa kufuatilia roho yake wala maisha yake. Sasha kuanzia leo, namfunika katika damu ya mwana kondoo, akakue katika kicho chako, akikupenda we Mungu wa kweli. Baba asante, kwa maana maisha yake hayatakuwa ya kawaida tena, kuanzia leo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, ninaenda kinyume na nguvu za giza ninaenda kinyume na uharibifu wote, ninaamuru kuanzia leo akawe mpya sawasawa na kusudi lako la yeye kumpa maisha wewe, katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Mungu wa kubariki sana. Umefanya uamuzi mzuri sana. Asante. hongera sana. Asante. hongera sana, ongera, inayo furaha kubwa sana leo hii, na maana gani? kukaa muda wote na Sasha peke yenu na yeye ameomba kuongea na wewe mkiwa peke yenu wawili tu, kuna nini hapo? Maana hii siyo desturi yetu. Sandra, mimi ni mtumishi wa Mungu, na tunapofanya kazi ya kichungaji kama hivi, kuwasaidia watu kiroho, mtu hawezi akawa yuko na uhuru wakueleza mambo yake ya kiroho mbele ya ninyi wote Ine. Hii ni kitu ya kawaida kabisa kwenye mambo ya huduma. Hivi unajua mara nyingi ndoa huwa zinaharibika kwa kuchukulia mambo kawaida kawaida kama hivi. Leo mnaanza kuwa wawili mkiwa hapa nyumbani, halafu kesho na kesho kutwa mtatafuta sehemu nyingine kuwa watu wawili hivi. Unadhani hii ni salama? Vita ya mawazo ni vita kubwa sana na ni endelevu, mpaka pale Roho Mtakatifu atakapoyachukua mawazo ya mtu na kuyaendesha, hapo ndipo vita inapoisha. Unajua Biblia inasema hivi, mtu mbaya katika hazina mbaya ya moyo wake hutoa yaliyo mabaya, na mtu mzuri ama mtu mwema sika azima njema ya moyo wake hutoa yaliyo mema, kwa kuwa mtu kinywa chake hunena yale aliyoujaza moyo wake. Okay, by the way, leo ni siku njema sana, kwa sababu Sasha amempa Yesu maisha yake. Sasha ameokoka, sikia, hayo ni maisha yake mimi ninachokitaka wewe ujibu wa jina yangu, na wala usitake kuizimisha kwa mambo mengine hivi. Unanifanya mimi ni mtoto mdogo kwa kiasi hicho? Sikulaumu Sandra wala sikulazimishi kuwaza yaliyomema wakati huo wema haupo ndani yako, ila mimi nilikuwa namhudumia Sasha jambo la kiroho ambalo nimeishia yeye kumpa Yesu maisha yake, hivyo sasa ni kiumbe kipya, na hiyo kwangu ni furaha sana. Ila kama kuna sehemu katika tukio hili nimekukwaza, then unirehemu, unisamehe, kwa sababu Biblia inaeleza kwamba tafuteni amani na watu wote, na huo utakatifu, kwa maana hapana mtu atakayemwona Mungu pasipokuwa na hivyo hivyo, we ni samehe tu lakini hamna jambo lolote lilobaya Jala, nakupenda sana nakamu, na hiyo nakuwa nikikuelezea kila siku, ila naona kama unipe jibu linaloeleweka. Shida nini? Nashukuru kwa kunipenda Mwadema, ila mambo mzuri nahitaji haraka mimi. Nakuhakikishia nipo single, bado una nafasi, lakini swala la ndoa, mm -hmm. tusubiri kwanza, jala kubali leo haimaanishi kwamba harusi leo leo. Sikia we, kubali leo alafu chagua muda wako, siku, mwezi, mwaka ambao utakapo tayari tufunge ndoa kwa utaratibu. Sasa hivi nahitaji yes please. Male, mi najua ni mtu mzuri sana na mwema sana, ila jambo la ndoa ni kubwa sana, ni la kiroho, hivyo yatupaswa kuomba sana na kuona wazo la Mungu likoje juu ya hili jambo. Baada ya hapo, kila kitu kitakaa sawa. Pia anashauri ongea na mchungaji, yeye ana macho ya rohoni zaidi, ili akwambie pia kama mimi ni mtu sahihi kwako, kwa au la. Ni ukisikia roho za vipingamizi ndiyo hizi, na najua hizi ni hila za shetani tu kutaka ku Wala hapana shetani hapo. Huu ni utaratibu wa kawaida sana wa kumtafuta mtu sahihi wa kuoa au kuolewa naye. Haya mambo hayahitaji mie mko pia. Wakati wa Mungu ni wakati sahihi, ukifika, kila kitu kitakaa sawa. Huendelea kuomba. Kuna jambo nataka unishauri, kama dada nenecho Mwalimu anataka kunioa na ameonyesha dhamira hiyo muda mrefu sana, ila mi sitaki kukosea kama nilivyokosea mwanzo. Ni kweli kabisa, mdogo wangu Jala. Kwenye ndoa ukikosea tu unakuwa umeingia kwenye ulimwengu wa mateso na majuto yasiyoisha. Hivyo nakushauri mimi kama dadao kuwa makini sana katika hii, ikiwezekana haraka sana, nenda kwa mchungaji. Yeye atakuwa na wazo la Mungu, maana yeye anayo maoni katika hili. Umenielewa? Sijui, na hata kama huyu mwalimu unamjua, baba yeye anamjua zaidi yako. Kwa hiyo yeye atakushauri njia uipasayo kuiendea, sawa na mpango wa Mungu. Ni kweli dada, natamani kusema ndiyo, maana kiukweli ndo anaitaka ila sitaki mwenye machozi na majuto. Uko sahihi kabisa jana, kwani hata Daudi hakuwa akiingia kwenye vita mpaka amelijua wazo la Mungu, ndio alikuwa akishinda. Na hii unayoingia ni hi vita, mdogo wangu, ni lazima ulijue wazo la Mungu usipolitaka kulijua wazo la Mungu ndoa sio kitu cha mchezo. Kuna mtoto wako anataka kunioa, ila nahitaji kujua wazo la Mungu juu ya hili ili nisi nikakosea tena. Ongera sana kwa sababu ile tu mtu kuona unafaa kwa mke wake ni jambo kubwa sana, wala kumshukuru Mungu. Asante sana baba da, kwa kusema hivyo haimaanisha kwamba nimesema huyo mtu ni sahihi ama sio sahihi. Lakini kabla hata hujaniambia ni nani, kuna mambo muhimu nataka uyajue, kwa sababu kabla hujaja kuuliza wazo la Mungu, lazima kuna vitu kadha huo umeshaviona ndani ya maisha yako juu ya mtu huyo. La kwanza ni upendo. Je, unampenda huyo mtu? La pili ni imani, kuwa na imani moja la tatu, je, katika hali ya kawaida kiitalafiana huyu mtu anayamaliza mambo? La nne, lazima awe rafiki. You marry your friend. Sasa baada ya hayo ukiyaona, ndipo unapoweza kuja sasa kuangalia. Je, Mungu, haya yote nimeyaona, wewe, wazo lako ni lipi? Una maana gani, mchungaji? Okay, nitajaribu kukueleza tu kwa kifupi. Kwa hayo yote la kwanza, tunapoongelea kwa habari ya upendo, ni lazima kitu kizaliwe ndani, kutokana na unavyomwona mtu. Kile kitu kinachoitwa upendo kikizaliwa ndani ah, utakuwa umeingia kwenye mahusiano ambayo yana furaha, kwa sababu unampenda huyo mtu. Tumeshaona watu wakija kwa wachungaji wakiuliza, mtu fulani, mimi nitasikiliza tu Mungu atakachokisema. Mchungaji anakuambia muoe yule, lakini ukimwangalia, unamuoa, lakini aumpendi. Ah, hii ni sawasawa tu na kwenye familia mbalimbali. Unakuta familia zinakuambia utamuoa mtu fulani, kisa ni family friend, lakini wewe humpendi. Tulishaona zamani watu wanaambia utamuoa mtu fulani kwa sababu ana hela wazazi wanakung'ang'aniza, lakini we humpendi. Kwa hiyo swala la upendo, usikubali kuoana na mtu usiyempenda kwa sababu ziwazo zozote nilizozitaja na nyingine pia. Hilo ni jambo la muhimu sana. Lakini kwa habari ya imani, maisha yetu sisi tunaendesha kwa imani, na imani tunapokuwa tuna imani moja ndani ya nyumba, Bibilia inaeleza kwamba mwenye haki ataishi kwa imani, kwa tunaishi lakini katika maisha yetu ni imani tunaishi kwa imani kwao, ni lazima ujue, mnaingia kuishi, lazima mwe watu wa imani moja, mwongee lugha moja, likitokea tatizo mwite mungu mmoja. Kwao utajikuta kuona imani ni kitu nyeti sana. Lakini kibaya zaidi kwenye swala la imani, ukioana na mtu ambaye si wa imani yako, maana yake ni kwamba una uwezo wa kukengeushwa imani yako ikaondoka, ukaanza kuabudu miungu migeni. Ukijaribu kuangalia swala la Suleiman alipooa wake wengi, nini kilitokea? Alikengeushwa mpaka akaenda kuitolea sadaka miungu migeni, kwa sababu ya wake aliokuwa nao. Kwa swala la imani ni swala nyeti sana, lakini kwa swala la kuyamaliza mambo lazima upime, unamalizaje mambo Manake kuhitilafiana ni jambo la kawaida kabisa. Hata kama mko rohoni, hamjazaliwa tumbo moja, kuna namna mnaweza mkahitilafiana kidogo, lakini kikubwa ni namna mnavyomaliza mambo yenu. Kwa hiyo uhakikisha mtu unayekuwa naye unakuwa na mtu ambaye unaweza ukamaliza mambo yenu, na la mwisho uh, lazima umuoe rafiki Sikubali kuolewa na mtu ambaye sio rafiki yako. Marry your friend, kwa sababu mpaka mnaitwa marafiki lazima kuna mahali mna share, mna share kwa Kiingereza, you share the common interest, kuna mahali mna interest zinazofanana. Kwa hiyo ni vyema sana uh, kuwa rafiki yako ndipo hapo. Tuona watu wanacheza nyumbani, wanakimbizana, wanafanya, lazima kuwa kuna urafiki, lazima kuwa kuna urafiki. Uh, ulishamwonea huruma rafiki yako, si ndio? Ukiwa unamua rafiki anaweza akakuonea huruma, anaweza akakuonea huruma. Kwa hiyo nenda kayangalie yote hayo, halafu baada ya hapo ndio utakuja kuniambia ni nani ambaye unadhani nataka uwe mke wake. Amina baba. Dada, hakikisha unakuwa makini na mauzo ya leo. Hakikisha bei zote ziko kichwani, so mteja anakuja, unaanza kubabaika babaika kutaja bei. Lakini pia hakikisha unafanya ushawishi wa kibiashara, na uwe na tabasamu kwa wateja, pamoja na kuongea vizuri. Sawa dada, nitakuwa makini sana. Sawa, sasa mimi natoka mara moja, ila sitochelewa kurudi. Sawa dada, nikikwama kwa chochote kile nitakupigia simu ili unipe maelekezo zaidi. Sawa. Wacha nianze kumchambua huyu mwalimu kama mchungaji alivyonipa maelekezo. Hivi ananipenda kweli? <tuhum> Naona kama ananipenda, maana amekuwa akilisisitiza jambo hili kwa muda hata pasipo kujali historia yangu. Yamkini ananipenda na mimi je, nampenda? Of course yes, I love him. Yupo romantic, sio mbaya, na hata akitunzwa vizuri ni handsome. Imani, bila shaka ni imani moja. Na kwa habari ya kuyamaliza mambo Nadhani anayemaliza mambo bila shaka, then the answer is yes, ila ngoja nikapate uhakika toka kwa mchungaji, kabla sijaana na mwalimu. Baba, nimetafakari kwa kina sana kuhusiana na ya yale ulioniambia kuhusu mtu sahihi wa kunioa. Hmm. hakika yule ni mtu sahihi sana wa kuniona, ila nasubiri sauti yako baba, kwa maana wewe ni mtumishi wa Mungu na maelekezo yako ni dhahiri kabisa yatoka kwa Mungu. Nipo tayari kusikiliza kile utakachoniambia na shauku yangu, maana sitaki kukosea tena, baba. Uh, huo ndio ukomavu wa kiroho na umenifurahisha sana jana kwamba umekuja kwenye dawati la mtumishi wa Mungu lakini ukiwa na utayari wa kupokea jibu lolote, kwa sababu watu wengi sana huwa wanakuja, lakini tayari wana majibu yao. Ukiwaambia kwamba huyu mtu sio sahihi ama huyu mtu ni ukaeleza uka, uka chochote ambacho hak, hakutarajia tayari unaona anabadilika, anaanza kuchukia lakini umekuja ukitaka kuisikiliza sauti ya Mungu. Huo ndio ukomavu wa kiroho okay, na ni nani? ni mwalimu, na Toa. Kama mwalimu haina shida, kwa sababu mnajuana, lakini pia umekuwa pamoja katika mambo kadha wa kadha katika hizi siku za za karibuni Uh, na ni mtu mzuri, sione kama kuna shida yoyote. Ni mtu mzuri mwalimu. mm -hmm. mm -hmm. Nimetafakari kwa kina sana na pia nimepata ushauri kutoka kwa mchungaji wangu wa kiroho yeah. ambaye pia ni baba yako. Hakika nimeona vigezo vingi sana unavyo, na moja ya kigezo ambacho mchungaji aliwahi kuniambia ni kuhakikisha unaolewa na rafiki yako, na wewe kigezo hicho nikifikia, mwalimu, wewe ni rafiki yangu. So, uh, unataka kusema kwamba upo tayari mimi kuoa, uwe mke wangu halali mpaka kifo kitakapotutenganisha? Unaonaji? Ndio. Come on. Is that a yes? Yes. Yes. Is that a yes?

penda kukujali kukutunza kwa namna iwayo yoyote, sitoharibu hisia zako mpaka ujiutie maamuzi haya mazuri na ya adhimu ambayo umeyafanya kwangu. Hakika leo ni siku njema sana kwangu ambayo Bwana ameifanya yeah. Dhambi naua jamani

nzuri sana. <laughs> Eh, kiukweli producer Frank hata mimi nilikiona hiki kipaji, lakini jambo nalomshukuru Mungu, pia nashukuru kwa kuwa mimi mtu wa kawaida niliweza kukiona, alafu wewe pia mtaalamu umeweza kudhibitisha. Hongera ah. <laughs> sana <sir>. asante sana <laughs> ana kitu kikubwa sana, kikubwa mno na, na ni kama karama pasipo maombi eh, ni kazi bure. Huyu anastahili kulelewa eh, <laughs> katika mikono ya namna hii Producer Frenki wewe ni mtu wa rohoni hujakosea eh? Ndugu yangu Naam, mimi sio kuanzia mimi kuanzia babu yangu akafuata baba na mimi, kwanzea, mimi kwanzea eh, baba, eh, na wote tumekuwa tukimtanguliza Mungu kwenye kila tunachokifanya eh, na tumeona ambavyo Mungu akitutetea akituletea watu wazuri kwenye maisha yetu. Nimeshawahi kufundishwa na mchungaji wangu Mchungaji Myamba kwamba kuna watu wana mikono ya uharibifu, anaweza kuja mtu vitu vinaharibika, lakini anakuja mtu vitu vinatengenezeka. Huyu uliyemleta Luma, <laughs> mi nakwambia ni kumpongeza tu, kabla mambo hayajakamilika. <laughs> <wajika Amerika. laughs> ni kweli kabisa, unajua watu wa rohoni huwa wana lugha zao. Sasa nilivyosikia tu umeongea baadhi ya lugha nikajua, hizi ni wewe, ni mtu wa rohoni, kwa sababu sisi watu wa rohoni huwa tuna tuna tuna, tuna, tuna, tuna lugha zetu, huwa tuna utambulisho wetu. Wacha tufanye eh, kazi kamilike. Ikikamilika hii kazi, nchi inakwenda kutikisika <laughs> mapepo yanatikisika na watu watalitaja jina la Bwana, Amen. Hongera sana ma. <laughs> <laughs> Umeweza kuleta mtu sahihi, hongera sana producer eh. Sa Frenki, nafikiri huyu binti tumeona kipaji chake, mimi niko tayari kukipambania kuwekeza kwa ajili yake, lakini pia zaidi nilikuwa nafikiri hapo kwenye suala la uwekezaji, kwa sababu wewe tayari umekuwa na kipato kikubwa kuliko mimi. Hebu naomba tushikamane ili tumsaidie huyu binti, ana kitu kikubwa na nataka tukamilishe hii kazi e. ili tuweze kuona matokeo ya hii kazi na matokeo ya hii kazi yakija kuonekana, e. dunia nzima itatutafuta kabisa, itatutafuta dunia nzima <laughs> kweli kabisa, na watu wasijue nini tunafanya sasa hivi. Ah, dada, nina furaha kubwa sana, uweze amini, Ruma amenipeleka studio na nimeimba vizuri sana hata yule producer akasema nina kipaji kikubwa cha uimbaji. Hata tunatoka pale studio, akanisisitiza kwamba nitafika mbali. Wakati wa Mungu ukifika, waombe kufanikiwa, hakika kuta zitabomoka, viambaza vitatoweshwa, palipopotoka patasawazishwa, imradi tu Mungu ambariki mtu wake. Ni kweli kabisa dada, wakati wa Mungu ni kiboko kwa sababu ni juzi nilikuwa na beba kapu, ila ghafla nina duka langu na leo tena vipaji vinajitokeza pamoja na kibali. Hakika huyu ni Mungu, kwa sababu hata sijui ni nini kilinisukuma kufungua kinywa changu na kuimba mbele ya mm. Ruma, na hiyo ikawa mwanzo wa mafanikio kwe. yangu. Kweli Mungu ni mzuri sana. Ni kanuni ya Mungu, ukiwa wa thamani machoni pake na mwenye kupendwa, huwa anainua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Endelea kumwamini, atajifunua zaidi. Amina dada. Ni matumaini yangu ya kwamba umefurahia na umebarikiwa na tamthilia hii na episode hii uliyoiangalia. Uh, endapo ungetamani kusapoti huduma hii ili iendelee kufanya kazi nzuri na kuendelea kufanya filamu nzuri, unaweza ukasuporti huduma hii, ikawa ni sadaka yako. Utaiachilia hiyo sadaka kwenye hiyo akaunti namba yetu ya Holy Movies, nasi tutaipokea kwa moyo wa shukran na tutamtukuza Mungu kwa ajili yako. Amen. Naitwa Pastor Myamba.